Hebu jaribu kufanya hivi kama una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kama una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, hebu angalia uzito wako una uzito gani? Yaani una kilo ngapi? Punguza kilo, yaani kilo ulizokuwa nazo, punguza kilo tano. Kama una kilo 60, punguza kilo tano, zibaki 55. Kama una kilo sabini, punguza kilo tano, zibaki 65. Na kama una kilo 80, punguza kilo tano, zibaki kilo 75. Nisikilize vizuri jinsi gani unaweza kufanya na ukaepukana na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kwanza, fanya mazoezi kila siku ya kuweza kukimbia kilomita 4. Yaani kilomita mbili kwenda, kilomita mbili kurudi sehemu ulipotokea. Kama umetokea hapo ulipo, maanake hesabu kilomita mbili unakwenda, kilomita mbili unarudi kila siku. Hii kwa muda wa siku 21. Fanya hivyo. Alafu ukisharudi kukimbia hayo mazoezi yako, tafuta maji ya uvuguvugu Weka na ndimu ama limao zima, kamulia lote, kisha kunywa. Kwa muda huo ambao ntakuwa nafanya hayo mazoezi, itakusababishia wewe kupunguza uzito wako, lakini pia itakuondolea mafuta katika upande wa mfumo wa uzazi eh, itakukunjulia, itaku ile mishipa iliyotanuka ama iliyojikunja ama iliyosinyaa katika mfumo wa uzazi ambayo inakuwa haipeleki damu vizuri katika mfumo wa uzazi na kuweza kusababishia kukosa ile hamu ama hisia ya kushiriki tendo la ndoa. Na, na maana utakapofanya hivyo hii moja kwa moja inaweza kukuongezea hata ile homoni ya testosteroni na kuweza kupanda na na kujikuta kwamba una hisia nzuri ya kuweza kukutana na mwanamke. Ukishaweza kufanya hayo mazoezi yako, eh, kilomita mbili kwenda kilomita mbili kurudi kila siku na kutumia glasi moja ya maji na kuweka ndimu kisha, ukishamaliza dozi hiyo, sasa tafuta tafuta hivi vitu uweze kutumia. Tafuta tende na maziwa fresh, asali asali, eh, pili pilipili, mtama, abdarasini ya unga unga wa giligilani. Ukishavipata hivi vitu vyote, toa maziwa na asali weka pembeni, hivi vitu vingine vyote utavichanganya pamoja, kisha utakibrendi. Baada ya kubrendi, utaweka maji ya eh, kutosha kidogo kama nusu lita kisha utaweka na vinega vinega pata mililita mia. Utachemsha pamoja, utahakikisha hii inachemka vizuri kabisa. Ikisha chemka, utaichuja. Baada ya kuchuja, uweka maziwa fresh pamoja na asali. Anza kutumia kikombe cha kahawa asubuhi, kikombe cha kahawa jioni, kila siku mara mbili. Ukishamaliza hivi, wakati unatumia kwanza, utaniambia jinsi gani umeanza kuona matokeo yake wakati unafanya hayo mazoezi ukatengeneza uka, uka na hii ama ukimaliza ile zoezi, zoezi la mazoezi kisha ukaanza kutengeneza hii itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini wakati unatumia hii mchanganyiko, utaweza kuniambia performance imekuwaje na umebadilika katika kiwango gani. Ni imani kwamba hii ni best sana, na inaweza kumaliza tatizo lako mara moja. Lakini kama utashindwa kuandaa hii, hipo tayari ilisho ilishaandaliwa hivyo, hivyo kumulako, ni jukumu lako kuweza kunitafuta na ni upo wapi, na niweze kukupatia hii iliyoandaliwa. Hii iliyoandaliwa hipo kwa gharama nafuu tu, unaweza kanipigia simu niweze kukupatia popote pale ulipo, uweze kupata na uweze kumaliza tatizo lako linalokusumbua la muda mrefu. Eh, unashindwa kwenda mara mbili mara tatu. Ukienda mara moja, basi inaweza kafika wiki nzima ama siku mbili siku tatu, unaanza kujikuta kwamba unapata ile hisia ya kuweza kurudi mara mbili Maanaake tayari homoni yako ya testosterone imeshuka, mishiba ya ume ni wakati mwingine paka maumbile naidani yananywea sana kwa eh, sababu tayari mishiba yenyewe bila bila hata uh, misuli nayo imelegea, hiyo usijali. Hii dawa ni bora na ni best kwa upande wako. Ipo ambayo imeishaiandaa kwa kiwango kikubwa kwa kiwango kizuri cha kuweza mfumo mzima wa uzazi. Mimi ni mtaalamu wako ninayekushauri kila siku kuhusiana na swala la uzazi kwa wanaume na wanawake pia. Namba zangu za simu jumlisha 255752 16 48 48. Usisahau kunifollow nitakufollow back. Like, comment, share. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube which Dr. Tradition. Nikutakie siku njema. Nikutakie.